Tarehe moja Oktoba iliyokuwa imetangazwa kwamba ingekuwa siku mbadala, baada ya tathmini ya mambo kadhaa ambayo nitaeleza hivi punde, kamati kuu maalum kwa niaba ya kamati kuu imeona kuna umuhimu wa kutokuendelea na zoezi la maandamano na mikutano nchi nzima lililokuwa limekusudiwa sasa kufanyika tarehe moja Oktoba ili kupisha mbinu nyingine mbalimbali ambazo baadhi nitazieleza hapa, kuendeleza fikra yetu ya kuijenga ukuta. Na ni vyema nirudie na nisisitize kwa ndugu waandishi wa habari kwamba ukuta ni fikra, ukuta ni filosofi, ni imani na ukuta tunaozungumza Chadema si ukuta wa tukio la siku moja la kuandamana ama kufanya mikutano kwa siku moja, ni kujenga fikra za Watanzania katika kupinga kile ambacho tunaamini ni utawala wa kiimla na kidikteta ambao unajengeka katika nchi yetu kwa hiyo si wajibu wa Chadema pekee, tumesisitiza, ni wajibu wa hata ninyi kama waandishi wa habari kuliona kwamba jambo hili na udikteta unaojengwa katika taifa letu, madhara yake ni makubwa sana, sio tu kuzuia mikutano ya hadhara, wala sio tu kuzuia maandamano ya vyama vya siasa ama shughuli halali ya vyama vya siasa, ila utawala wa kiimla na kidikteta unapoachiwa nafasi ya kutamalaki katika taifa mambo mengi yanakuwa yamekwazika. Athari zake za kiuchumi zinaanza kuonekana, athari za kukosekana haki katika taifa zinaanza kuonekana, maamuzi yasiyofuatia sheria na katiba yanaanza kuonekana na haki mbalimbali mbali za wananchi zinapotea. Sasa katika muktadha huu sisi kama chama cha siasa tuna wajibu wa kufanya siasa ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuna wajibu vile vile wa kufanya siasa katika jamii nzima ya kimataifa. Ni kwa sababu hiyo hiyo chama kiliona ni muhimu kwamba, kwa sababu sisi kama taifa hatuwezi kuishi kama kisiwa, sisi kama taifa ni sehemu ya jamii pana ya kimataifa, chama kiliona kuna umuhimu wa kutuma ujumbe ujumbe maalum sana na very powerful delegation ya chama iliongozwa na katibu mkuu Dr Mashinji, ikimshirikisha mwanasheria mkuu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na wabunge wengine, ikimshirikisha naibu katibu mkuu Bara Mheshimiwa John Mnyika, mshauri mkuu wa chama na mjumbe wa kamati kuu Profesa Baregu, wakurugenzi kadhaa wa chama kwenda katika ziara ya maalum ya nchi za Ulaya ambayo iliwapeleka katika nchi ya Ujerumani na nchi ya Denmark, kuelezea jamii ya kimataifa ukandamizaji na ukiukwaji mkubwa wa katiba na sheria katika taifa la Tanzania.